Bima Pub. Urahisi wa maisha. Wafugaji wetu katika mkoa wa Morogoro wanazalisha maziwa kidogo licha ya mkoa kuwa na idadi kubwa ya ng'ombe. Uzalishaji huo mdogo unachangia na mifugo mingi kuwa ya kienyeji na wafugaji wetu kukosa elimu ya ufugaji bora. Katika kuhakikisha mifugo inaleta tija zaidi, serikali ya mkoa imeweka mikakati mbalimbali, ikiwemo kuhakikisha maafisa ugani wanatoa elimu kwa wafugaji ili kufanikisha uzalishaji wa lita elfu hamsini za maziwa kwa siku. Aidha, kupitia mikakati hiyo tunatarajia maziwa kuchangia shilingi bilioni 18 kwa mwaka katika uchumi wa mkoa. Hatuwezi ha, hatuwezi kusaidia kukuza uchumi wa mkoa na taifa kwa ujumla. Ndugu wananchi, maadhimisho haya ya wiki ya maziwa ya kitaifa yameanza jana Mei 27. Ndio. Nitumie fursa hii kuwahimiza wananchi wa mkoa wa Morogoro, mikoa jirani, wadau wa maziwa na sekta binafsi kutumia fursa hii ya maadhimisho katika kujifunza namna na ufugaji bora wa ng'ombe ili kuongeza uzalishaji wa maziwa, udhibiti na ugora, kwa ubora wa maziwa na usindikaji na unywaji wake. Kwa sasa tasnia ya maziwa inachangia mchango wa asilimia mbili katika pato la taifa na kukua kwa asilimia mbili nukta tatu kwa mwaka. Hupo uwezekano kwa tasnia hii kuchangia na kukua zaidi huku ikiwa na faida nyingi kwa nchi na wadau wake. Sababu za mchango na ukuaji mdogo ni pamoja na mifumo ya uzalishaji maziwa kuwa ya kienyeji na kuwepo kwa masoko yasiyo rasmi. Ninatambua kuwa wataalamu wa mifugo walioko katika mamlaka za serikali za mitaa ndio wanaofanya kazi moja kwa moja na wafugaji wadogo wadogo ambao ndio wengi zaidi. Kuimarisha uwezeshaji wenu unaweza kuleta chachu ya mabadiliko kwa wafugaji wetu, kwa kufanya kazi kwa bidii na maarifa, kwa kutumia ujuzi wao wa kuongoza vema wadau wa tasnia hii. Wataalamu hawa wanatakiwa kutoa huduma ya ugani katika maeneo yenu ili kuwezesha wafugaji kuongeza tija na uzalishaji kwa maziwa takriban kaya milioni nne hapa Tanzania. Sisi tunatoka vijijini, tunatoka maeneo mbalimbali mbali ya nchi yetu. Kaya milioni nne za Tanzania zinategemea tasnia ya maziwa kwa namna moja ama nyingine, kwa uchumi wa kaya hizo. Kwa hiyo utaona, Mheshimiwa mgeni rasmi, namna ambavyo maziwa ni tasnia kubwa inayoshika watu wengi inayotegemewa na, na wadau wengi na kaya nyingi hapa nchini. O, ni muhimu sana tuitambulishe tasnia hii, tuendelee kuisema kwa ubora wake, kwa sababu ya mchango wake kwa uchumi wa taifa letu, lakini kwa sababu ya mchango wake kwa uchumi wa kaya zetu na uchumi wa mtu mmoja mmoja. Mi naitwa Juma, mmiliki wa magari, safishaji wa mizigo na natumia abiria, natumia bima bapa kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima, inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo, hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji, hata kama bajeti inabana. Tumia bima pap kwa kupiga nyota 150 nyota 51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno bima pap kwenda namba 0764166066. Ujipatie bima bimapap, urahisi wa maisha.